Mtakuta hakuna watu wanaitwa Watanganyika. Mtakuta mlijidanganya tu, mnadhani kuna watu wanaitwa Watanganyika. Hakuna. Kuna Wagogo, kuna Wanyamwezi, kuna Wasukuma, kuna Wazanaki, kuna Wakurya, kuna Wamwera, wengi hmm? <laughs> sana, siwezi kuwataja wote. Mtakuta hakuna kitu kizima hivi kinaitwa sisi Watanganyika, hata kidogo na madhali mmefanya dhambi ya kusema wao wa zanzibari si wenzetu, dhambi ile ile itawatafuna nyinyi na mimi. Nasema mwenyezi Mungu anisamehe, unastahili iwatafune. <laughs> Hawezi kutenda dhambi kubwa namna ile bila adhabu, na adhabu zingine zimo mle mle ndani ya kitendo Kwa hiyo ya kwanza nachosema, tunao ufa wa muungano hmm. ufa wa kwanza kabisa, mkubwa kabisa, ufa wa msingi. Tunataka raisi Mtanzania. Raisi tunayemtaka ni Mtanzania. Raisi mtanzania asitoke ama Zanziba ama Tanganyika, atatoka ama Zanziba ama Tanganyika, lakini hatumchagui kwa sababu ya uzanziba wake, hatumchagui kwa sababu ya utanganyika wake. Na akiweka mbele uzanziba wake, akaweka mbele utanganyika wake, anajua huyu hatufai. <coughs> sifa ndiyo sipamama sababu tunaye mtaka ni rais wa Tanzania. Mimi niko hapa kuzungumza habari ya rais wa Tanzania. Mimi nilikuwa wa kwanza, tunaye wa pili na msamia wa tatu. Tunataka rais wa tanzania yake ya kwanza ndio sifa. mama hana hiyo, hatumtaki. Hata angekuwa na sifa nyingine so atavunja nchi, hatufai. ya kwanza, ya pili inafatana kidogo na hiyo, inafanana kidogo na hiyo.